Tarehe mbili mwezi wa nne kila mwaka Tanzania huungana na mataifa mengine duniani kuadhimisha siku ya usonji ambayo imelenga kuongeza uelewa na ushirikishwaji wa kijamii kwa watu wanaoishi na usonji. Kwa mujibu wa shirika la afya duniani WHO, watu milioni 21 wana tatizo la usonji ulimwenguni ambapo mtoto mmoja kati ya mia moja duniani ana changamoto hiyo. Kwa Tanzania uh, ugonjwa huu bado unatambulika kama tatizo la afya ya akili na mfumo wa fahamu, na unaathiri zaidi watu katika rika hilo. Nimesema kabla ya miaka mitatu, wapo wengi tu ambao hawana changamoto zinazoonekana dhahiri, isipokuwa wachache wale ambao tuko nao tunawapa huduma. Kwa sasa wako takribani elfu moja mia tano ambao wanapata huduma, na wengi huduma zao wanapata utambuzi hospitalini, alafu wanaanza matibabu hospitalini hasa ya mazungumzo, nasema speech therapy. Wapo ambao wanapata uwezo wa utulivu na kuweza kushughulika, ambao unaitwa occupational therapy, na wapo wachache ambao huwa wanapata mambatano ya ugonjwa kama kifafa au ugonjwa mwingine unaitwa ADHD attention deficit hyperactivity disorder ambao pia wanapata dawa wakiwa hospitalini. Na hapa, daktari anaeleza sababu, dalili na matibabu ya tatizo hilo. Kitaalamu, tatizo la usonji ni tatizo ambalo linasababishwa na upungufu wa maendeleo ya ubongo ambayo inapelekea mtoto kupata upungufu wa uwezo wake wa kuwasiliana na jamii, komuniketi na baadhi ya ya kuchelewa kwa tabia zile za, za maendeleo ya ukuaji zinahusiana na afya nzima, na afya nzima ya ubongo Tatizo hili linawakuta watoto na mara nyingi linakuja kubainika watoto kuanzia miaka miwili na kuendelea. Watoto kama hao unaweza kukuta wana tabia ya kurusha mikono, wana tabia uking'ang'anizi, tabia ya kutikisa kichwa, wanakuwa wana tabia ya kucheka. Tatizo la usonji sio tatizo ambalo kusema unaweza linaweza labda likatibika, kusema kwamba kuna dawa maalum ukimpa mtoto hii, inatakiwa aweze kupata kuepukana na tatizo la usonji. Serikali inachukua hatua mbalimbali kukabiliana na tatizo hilo ikiwemo utoaji wa elimu kwa wananchi, tumeseti infrastructure imewekwa vizuri, miundombinu eh, na teknolojia, lakini kuwafundisha wataalamu, ili watu hawa waweze kutambuliwa mapema sana na hawa watoto wa usonji kwa mfano, kwenye usonji lakini hata kwenye usikivu na magonjwa mengine. Licha ya changamoto wanazopitia watoto wenye tatizo hilo, wana uwezo wa kufanya kazi kama watoto wengine na kwa umakini. Wana uelewa mzuri, wana uelewa mzuri kabisa na wanafanya vitu kwa maelekezo, sababu vitu vyetu vyetu tunafanya kwa, kwa njia ya vitendo. Kwa hiyo tunapokuwa darasani tunatumia vitendo zaidi. Tunapofanya packaging kwa sababu, kama tumeona, wanaelewa kabisa, sabuni hii wameweka ni wapi, na sabuni hii wameweka ni wapi. Huwa tunaangalia kupitia na hizi rangi, mafunzo yao mengi tunatumia rangi. Maadhimisho ya mwaka huu yamebebwa na kauli mbiu inayosema kuenzi utofauti wa ufahamu na malengo ya maendeleo endelevu. Hichi kituo kilianza mwaka 2019 ikiwa na watoto watatu tu, mmoja wapo akiwa ni mtoto wangu Lengo ilikuwa ni kuwasaidia wa vijana na watoto kuweza kujimudu na kuweza ku, kuweza kumudu maisha yao ya baadaye. Ndio maana tuliona ufundi ni kitu bora, na tunatoa elimu ya malezi na makuzi pamoja na marekebisho ya tabia, mazoezi ya kuogelea, kwa sababu huwa ni pia ni tiba mojawapo kwa vijana, alafu tunatoa pia na elimu ya ufundi na ujasiriamali kwa wale ambao wameonyesha mwelekeo wa kuweza kujitegemea. Pande wako ni changamoto gani ulikutana nayo pale ulipopata mtoto katika makuzi yake? yani, kuna moja ambayo niliulizwa ni chague kazi ya mtoto baada ya kuwa anahangaika sana na therapy za mtoto, hiyo iliniumiza sana, ili ni asili zingine, ni kukataliwa hata na jamii. Kuna watu waliacha hata kuongea na mimi wakiamini kwamba nimefanya uchawi labda niloga mtoto wangu apate wa labda mimi nipate utajiri. Nataka kufahamu sasa, ni changamoto gani ambazo unapitia katika kituo hiki? Kwanza hiyo jamii kutokuwaelewa, mimi naweza nikazipanga kijamii. Kwanza jamii haielewi, kwanza wanahusisha na imani sana za kishirikina. Alafu pia hata kwa wazazi pia tukija, unakuta wengi wazazi hatukupata hii elimu jinsi ya kudili nao, ni kuomba tu wale wenye mapenzi mema wanatunga hata kwenye chakula, mavazi, vifaa vya ufundishaji, vyote hivyo vinasaidia kuweza kunani. Saa hivi tuna changamoto ya bima za afya kwa watoto wengi, make tuna watoto kumi na mbili ambao wapo hapa wametelekezwa. watu hao wenye usonji ni watu wa aina gani hasa? watoto wenye usonji ni watu wazuri sana, wanapatia chalenji za kihisia hisi, zile sensi wengi sana unakuta, labda sensi zimekuwa nyingi zime overload au zingine ziko chini. Kwa hiyo unakuta kwa mfano kwenye kusikia. Kuna mwingine sensi zime overload sana matokeo yake huwa anaziba masikio akisikia hata mlio mdogo tu. Tutaona muda wote ameloki masikio. Kuna wengine hisi ziko chini sana kiasi kwamba hawezi kusikia vizuri mpaka anasogeza sikio kwenye speaker. Ikija, wana sensi zingine ni kwenye kuonja unakuta hawana hawasikii ladha. Kwa mfano kuna wale ambao hawawezi kubalansi ma uzuni na furaha, na njia pia ya kumfundisha kupitia vitu mbalimbali, picha video, basi mpaka kuna muda anaweza akabalansi kwa anajua hapa anatakiwa kucheka hapa anatakiwa kulia. watu wa umri gani hasa ambao unawapokea hapa katika kituo chako hapa? Inategemeana na mtoto, ana hali tofauti tofauti. Kuna mmoja toka amekuja hapa na mwaka wa sita tuko kwenye kumfundisha kwenda chooni tu, lakini kuna mwingine amekaa miezi mitatu amesha masta mpaka amekuwa vizuri, ameanza hadi kwenda kuattend supermarket.